Iligundulika vijana wengi wenye uwezo wa kusoma sayansi wakifika form six, anasoma PCM anapata a tatu, lakini anaona ah, migoja kasomezangu biashara, hata kwenda kusoma sayansi ah, kuna, kuna faida gani? Kwa hiyo tumeweka vivutio na rais wetu alituagiza akasema, nataka vijana hao wenye uwezo mkubwa sana kwenye sayansi wasomesheni moja kwa moja, sio kwa mkopo walipieni kila kitu na hela za kujikimu na laptop, na nanini wasome sayansi ili wasiache. Sisi wizara tulivyojadili, tukasema, usomeshaji wa namna hiyo unaitwa scholarship. Iko scholarship nyingi duniani, kwa hiyo sisi tuliamua kuita Samia scholarship. Tunatekeleza maelekezo yake ya kuwasomesha na tumita Samia kwa kuamua sisi wenyewe kwa sababu scholarship zina majina zote hata ukienda Eden bara kuna Nyerere scholarship, sio hela za Nyerere, ni heshima tu kwa sababu alisoma kule kuna scholarship za Mandela wala siela za Mandela. Kwa hiyo rais wetu alivyosema tuwasomeshe, wakimaliza form six wamefanya vizuri, mradi wakasoma somo ya sayansi, TEHAMA, Hisabati, uhandisi au elimutiba, vyuo vikuu vya ndani tuwasomeshe, inaitwa Samia Scholarship. Tumekuwa tukitekeleza vizuri sasa hivi na tumeona vijana wengi watoto wengi wanapoingia kidato cha kwanza wanaanza kusema nitajipambanua sana kwenye hisabati na masomo ya sayansi, nitaenda kuchukua taasisi za sayansi ili nimpunguzie mzazi wangu mzigo nikienda chuo kikuu nasomeshwa, wengine wanatumia neno bure. Mageuzi makubwa kabisa ya mfumo sasa yanakuja chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr Samia Suluhu Hassan. Badala ya saba nne mbili tatu plus sasa tutakuwa na sita jumlisha nne jumlisha mbili au tatu tatu plus jumlisha nitaeleza kwamba kwa, kwa mabadiliko haya ambayo nayo tunatekeleza kwa awamu. Lakini sisi hatutekelezi kwa awamu kwa mkoa hadi mkoa, tunatekeleza kwa awamu kwa nchi nzima. Lakini tumeanza mitaala mipya kuanzia darasa la tatu. Hawa walioko darasa la tatu ishirini na ishirini na saba watakuwa wanamaliza darasa, watafika darasa la sita kwa mfumo huu wa sasa hivi. Shule ya msingi itakuwa ni miaka sita. Ukimaliza mwaka wa sita utafanya mtihani, mtihani wa kupimwa na kadhalika, lakini lazima uendelee kidato cha kwanza cha pili cha tatu cha nne. Kwa hiyo ni miaka sita shule ya msingi, miaka minne sekondari ya kati, miaka miwili sekondari ya juu, au miaka mitatu sekondari ya juu na kwenda miaka mitatu plus. Kwa hiyo miaka sita, ukimaliza shule ya msingi, lazima kwa sheria utasoma mpaka kidato cha nne. Kwa maana nyingine mfumo huu mpya ambao unaletwa hapa nchini unatuondoa kwenye elimu ya lazima ya miaka saba ambayo kwa sheria kila mtoto lazima akae shuleni miaka saba, inatupeleka kwenye elimu ya lazima ya miaka kumi, kwamba utakapoanza darasa la kwanza utaenda mpaka kidato cha nne. Utekelezaji wake utaanza rasmi mwaka ishirini ishirini na nane maelezo mengine tutatafuta siku tuongee, lakini kwa vyote vile, kama ambavyo kuanzia mwaka 65 mpaka 68 walifika mahali ambapo kulikuwa na double cohort. Sisi tutakuwa na wanafunzi wanahitimu shule ya msingi wakiwa darasa la sita mwaka saba na wengine wanahitimu wakiwa na darasa la saba. Kwa hiyo kila shule ya msingi sasa hivi itakuwa na madarasa mawili yanahitimu kwa pamoja, kwa sababu hawa darasa la sita walianza na mitaala mipya